Nam mtazamaji wa trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Diamond aliweka nadhili akiwa katika mkutano wa CCM kule Dodoma mwaka huu e, kwamba hii ilikuwa ni kabla ya Ramadhani na Diamond alitoa ahadi hii ilikuwa kabla hata Ramadhani haijaanza. Alikuwa yuko na Nandi na Nandi akambananisha Diamond akamwambia kwamba je, bwana, binti wa watu utamuoa lini? Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vinafahamika huko mtandaoni ni kwamba Zuchu anatamani kuolewa na Diamond leo kesho, lakini Diamond amekuwa akikwepakwepa siku zote. Sasa Nandy amekuja kumuuliza hapa, amemtaitisha Diamond kwamba je, Zuchu atamuoa lini, ambapo Diamond mwenyewe akaamua kuweka hilo jambo clear pale siku hiyo kabla hata ya Ramadhani huko Dodoma, baada ya kukutana na Nandy na Nandy kumbananisha, ni kwamba Diamond alisema kwamba atamuoa Zuchu kabla hata Ramadhani haijaanza. Hebu sikiliza hapa kilichotokea ambapo hii video sasa hivi ime resurface tena mitandaoni na watu wanajiuliza kwamba ile ahadi ya Diamond imeishia wapi? Ramadhani imeisha, Idi imeisha, na mpaka leo hii hakuna ndoa kati yake na Zuchu, na ndo kwanza kuna kuwepo na matukio ambayo Zuchu anakongotwa nayo daily <tipasikana> ya yeah, so Diamond mwenyewe aliweka wazi kwamba yeye atamuoa Zuchu kabla hata Ramadhani haijaisha, na wakapinga kabisa. Umeona, yani Nandi na Diamond walipinga, na baada ya kupinga bwana ni kwamba eh, huyu bibie Nandi wakati wanapinga na Diamond Mwejako <laughs> yani alikuwa amekaa mbele yao, kwa hiyo Mwejako ndo alikuwa shahidi wa hili tukio, kwa hiyo Mwejako ndo akakata. Yani, Diamond alikuwa anafanya hivi vitu unaweza kuhisi kwamba ni for real, for real for sure, kwamba yuko kweli mbioni kumuoa Bibi Zuhura, lakini mpaka sasa hivi tunaona kwamba miezi na miezi imepita, ndoa haipo. Sasa nataka hapa nisome comments za wadau mbalimbali walichokuja kukizungumza kuhusiana na hii issue. Kuna mtu amesema bwana, huyu Nandi naye pia alitumwa, hebu kwanza amwache mtoto wa watu, hebu akatafute kazi ya kufanya, aache ku kutafuta trend kupitia jina la Zuchu. Kwa mtu amesema kwamba bwana haya hiyo ndo imeishia wapi, au ashafunga kisirisiri mama Dangote asijue. Kwa msababu bwana ongeleni sana, mnajua kweli kweli e, kupendana, naongea sana Zuchu. Kwa msababu kwamba bwana alhamdulillah, kila kitu kitakuwa sawa, amina. Kwa mtu asema bwana he, makubwa kumbe wana, wanaongea wana na msemi hilo. Kwa mseme bwana huyo Diamond anakadharau. Anaona kabisa